Na mambo vipi, mwanafamilia wa chaneli yako pendwa hii ya piga pesa na Aviator. Aa, natumaini upo salama kabisa, habari za siku nyingi pia. Okay, nimento maziko hapa mwalimu na mshauri juu ya mchezo huu wa Aviator. Aa, lakini pia ningependa kuomba samahani, imekuwa kimya muda mrefu kidogo, si nondo au tutorial za mafunzo ya mchezo huu wa Aviator ambazo zimesimama kama utangulizi. Yaani namaanisha video zangu zote zilizopo kwenye channel hii ni kama utangulizi tu. Onyo usije ukakurupuka kwanza kucheza kufuata video hizi. Video hizi ni kwa sababu ya mafunzo ya utangulizi at least uweze kupata mwanga kwa asilimia 60. Unaona? Nini maana mchezo wa vieta tofauti na no, unavyokutana na walimu tofauti tofauti, huko mwisho wa siku unaishia utapeliwa. Japokuwa simaanishi kwamba watu wote tunaofundisha ni wa tapeli kasoro mimi, hapana. Wengine wapo tu ni waaminifu, lakini ndio hivyo sasa atishe. Sikit mpaka atishe siki, tunaelewana mpaka hapo? Okay, uh, leo tutaenda kuangazia uh, namna ya kuweza kuwatambua matapeli wanaokatisha tamaa juu ya huu mchezo wa Aviator. Uh, matapeli hao wamegawanyika katika makundi makuu mawili, yani wanatumia uh, kutapeli watu kwa kuwadanganya na bot prediction ambazo zinafanya kazi kwa asilimia mia moja. Lakini pia wanatumia utapeli mwingine uh, kwa kudanganya watu kwamba wanafanya account management na kupata matokeo kwa asilimia mia moja. Naomba uungane na mimi, okay. Uh, hiki kipindi kama nilivyotoka kusema kwamba nilikuwa kimya sana, lakini bado nilikuwa naendelea kutoa knowledge kama kawaida. Watu walikuwa na join kwenye group, eh kupitia linki zilizoko chini ya video, lakini pia watu walikuwa na ni cheki kupitia namba yangu ya simu iliyoko chini ya kila video, na wengine walikuwa nipigia simu kupitia hiyo hiyo namba. Kumbuka, namba yangu ya simu huwa ni moja tu siku zote ambayo ni 0674190934 namba hii siibadilishi kwa sababu ya uaminifu. So mtu leo anapoweka namba hii kesho anaweka namba nyingine, kiasi kwamba mtu anajua kabisa hapa nitapeli. Unaona kama wanavyofanya watu na anachoenda kuwaelekeza. Okay, uh, kama nilivyosema awali, leo nitaenda kuzungumzia watu wanavyo watapeli kwa aina mbili tofauti. Kitu cha kwanza Uh, tapeli uh, we unaweza kukaa kwenye grupu mbalimbali mbali, ukitafuta ujuzi fulani au unafundishwa kitu fulani, mfano labda upo kwenye magrupu yanayohusika na mambo ya trading. Nikisema trading ni kama crypto, day trading, trading shitcoin, trading eh, spot trading, future trading, forex eh, na kadhalika, crypto holding, huko mambo ni mengi kwenye industry ya trading, lakini kuna wengine hapo kwenye magrupu pia mbalimbali wanafundishwa mbali, vitu mbalimbali wengine ambao ni magroup ya gambling unaona, na wenyewe pia wanachukua ujuzi huko kwenye gambling. Japokuwa kwenye gambling watu wengi sana wamebezi kwenye upande wa nini, wamefocus kwenye aviator sababu aviator watu ndio inaonekana inawaingizia sana kipato before hicho kipato na kipato ukiwa na knowledge ja, no, na strategy. Aviator ni knowledge na strategy tu, asikuambie mtu mambo account management sijui sijui no sweet. Ujuzi unatakiwa uwe nao wewe mwenyewe, ndio maana naamini katika ku kumfundisha mtu. Mimi ni muumini wa kumfundisha mtu, siamini mtu kumwambia mambo ya account management au sijui ile. Uh, mtu anaweza kwa kufanya account management, lakini anajua kabisa ujuzi ila hataki kukufundisha wewe ujue. Sasa ile ni choyo. Sasa wengine tupo kwenye industry kweli ya kamali, lakini pia tuna hofu ya Mwenyezi Mungu. Haya ni maisha, wote tunapita. Kwa nini nikunyima ujuzi nilionao? Nao mimi sikujui, unijui mimi, nakupa ikusaidia, unajua utaletea watu wengine. Ya yeah. Okay, ipo hivi Uh, utapeli aina ya kwanza, nitaanza na nini? Nitaanza na nitaanza na na na na bot prediction bot prediction. Watu wanatapeliwa vipi? Tunaanza na hii mitandao ya kijamii, kwenye social media mbalimbali, mfano Instagram, TikTok, uh, Facebook na kadhalika, unaona, pamoja na YouTube huko, unaona, ipo hivi. Uh, wanapokuwa wanapita pita mitandaoni, labda na unatafuta skills mbalimbali za kuweza no, kujinoa, ili huweze kuwa wanajipatia kipato cha kila siku tia uh, mitandao ya kijamii unakutana hizi bot prediction watu wameedit kwa kutumia akili nyingi kwa AI na CapCut unaona. Kwa hiyo zile video unakuta wamezikatakata, kwa hiyo mtu yuko hivi, yani yuko hivi. Mtu tapeli anaweza kafanya kitu kimoja, akatenga hata shilingi ngapi, akatenga hata shilingi laki laki, akatenga hata laki tano, sio mbaya, hata kama iteketee yote, anajua kwenye laki tano lazima moja ataibuka naye. Sasa imagine ni laki tano, kuna elfu kumi ngapi ngapi, eh? kuna 10,000 ngapi? 10,000 kama 50. Hauwezi ukasema kwenye round kwenye mchezo wa Aviator kama umeingia kwenye soko ambalo ni ni ni ni ni, ni, ni, ni stable, sawa? Ukakosa odi hata moja pinki hapana. Kwa hiyo mtu anachokifanya anajua kabisa ili soko unakuta huyo hana hata knowledge ila alisha kadirishwa kabisa, alishaambiwa ukikuta soko la namna hii kusema soko yako haina nyingi ila alisha ambiwa ndio, ukikuta soko la namna hii pinki lazima itapatikana tu kwenye raundi kadhaa, na kweli kwa anatumia distance hii hapo kutengeneza video ambayo unakuta atatumia elfu kumi anaweka cash out ya 10.00 anatafuta laki moja sijui tunaelewana kwa hiyo anapotafuta hiyo laki moja anatumia muda mrefu sana anatumia muda mrefu sana yani atacheza elfu kumi ya kwanza ya pili mwisho wa siku ataipata tu hiyo hodi ya kumi kwa hiyo tena kuongea kwenye laki moja atakula na wakati anafanya hilo tukio, anakuwa na rekodi, si tunaelewana? Kwa hiyo anapokuwa na rekodi, baadaye anaunganisha sasa vile vipande, si tunaelewana? akisha vile, akishaviunganisha vile vipande, anatumia sasa mfumo uh, wa CapCut kwa AI, unaona ya anaunganisha kisha maliza, anatupia mtandaoni. Kwa hiyo wewe unayepita pita huko, unatafuta ujuzi wa vieto, kutana na video kama hii hapo, utaitamani kwa sababu jamaa, yani, katumia kwa sababu kwenye vile vipande atachukua pia bot prediction, ana act kama anaweka namba nini, tuseme anaweka kodi kodi namba, yani anaweka kabisa ania, no? No? Na, benja, kupay, ina generati, ina yani unaona, sababu si anakata kata unaona, alafu then anaenda ku pay na generate, inaenda kuangukia. Yani ni swala ambalo hata mimi mwenyewe naliweza kufanya hivyo, no? ningekuwa na tabia za namna hiyo na uwezo wa kufanya hivyo unaona. Kwa hiyo ile bot anaiset kwenye kwenye muda Unaona, sababu si bot fake linajiseti tu, ana set kwenye muda kwamba kulingana na ile video aliyoikata kipande amekula laki moja kwa kuweka elfu kumi kaenda kwa mkia audio ya 10 muda fulani, kwa sababu ukibonyeza kwenye zile namba ambazo una ile history ki click inakuonyesha muda sekunde na dakika kwao, na huko ana set vile vile kwamba kama ataonyesha dakika na sekunde na muda anaweza ka set hivyo hivyo, au ka set tu dakika, inategemea sasa na bot prediction yenyewe ndivyo fake, na anapolitumia kwao, hiyo anaunganisha vile vipande akija kutupia hivi mzee kwenye social media mfano YouTube, TikTok na kadhalika, huko Instagram, wao ukikutana na, ka wow, na ile video mzee. Wanasema ah, hapa sasa ndio kwenyewe sasa. Hiyo kazi wanaifanya, unakuta ni wabongo kabisa Tanzania, wenzetu matapeli wengine wanaifanya wa, wa Kenya, unaona eh, mtu anana, anana, anana, anana, anakubali yani kuingia gharama ili amwamnishe mtu aweze kumuibia, anajua tata kikubwa zaidi ambao watu hao hawana hofu ya Mungu, unaona kweli hiyo tupo kwenye industry. Lakini nyingine tuna hofu ya Mungu pia, yeah, unaona? Kwa hiyo sasa kinachofanyika ni nini? Wewe utamtafuta yule mtu. Kisha mtafuta, uh, atakwambia yeye ni mimi mwenyewe kweli. Unaona hiyo bote eh. Hey. Sasa tunafanyaje? Eh, hey, sasa brother uh, mtu ni, ni, ni, fanya kitu kimoja. Ili ni kuamini ni kutu, anaweza kuambia laki nne kwa sababu wewe umeshaona mambo yanaenda mule mule, mtu ameweka elfu kumi akapata laki moja, wewe unasema laki nne kitu gani? Ngoja yeah, niitoe, unamtumia laki nne ana- anakutumia kwanza boti lakini unawambia eh, hey, sasa hivi ni kwa nini nitumie boti ah, jamaa anakutumia hii hapo boti. Akisha kutumia una install kweli, ni yenyewe, ila sasa ukiklik, mwisho wa siku hatoa, mwisho mwisho nakuomba kodi, kwa sababu zile boti fake mara nyingi wazi zinatumia kodi na VPN. kwa hiyo itakuomba kodi, ile kodi a, a, ikisha kuomba ile kodi a, Uta, utasema brother, inaomba kodi eh, tuma sasa hela yangu, kama uaminifu si umeona boti, si ni wewe, ukiangalia na video yangu uliyoiona kwenye social media eh, ni ile ile, eh shindani, lakini ne ha, ah hii hapa brother, haya ili amini kwa mimi, tumie hela hiyo, hela ile tumie kodi. Kwa hiyo atatuma, utatuma ile hela afu atakutumia kodi kweli, ukiweka ile kodi kweli itakubali kugenerate, itagenerate, itazunguka, mwisho wa siku nakuomba vipi eh, vipi tena utamrudia brother, inaomba vipi ah kwa hiyo mimi VPN yangu muda umeisha. Hizi wewe zinatumia baada ya wiki tunanunua. Kwa vipi? Ah, hizi zinauzwa laki moja tu. Sasa mtumie hamsini alafu mimi huko nitaongeza hamsini nimwe kwa jamaa yangu. Yule master wetu anakudanganya hivyo. Ah, sababu wote yangu na miemko utatoa ile pesa atakutumia. Akisha kutumia mzee utaweka. <laughs> Ukishaweka ile VPN ya, hakuna kila kitu pale. Ukimrudia amesha ameshakublock, ameku amesha kama upo kwenye group kwenye group lake la utapeli amesha kulimove hivyo, au unampigia simu, ndio hivyo tena haipatikani, amesha achana na wewe, anatupa na line, ndio namna hiyo, unaona. Ah, tukiachana na hiyo strategy unaotumia, strategy ya pili ni ya ile kwamba kwa sababu uko kwenye magrupu mbalimbali, mtu anakuadi anakuadi kwenye group lake au anakufuata tu inbox, unashangaa namba ngeni. Alafu anakutumia na ka video ka vi, vi, video hata vitatu vipande. Unaona v zile zile video ambazo nilikuwa zi, nazizungumzia, zimeunganishwa unganishwa vipande kwa kutumia mfumo wa AI na CapCut. Wao naamini kwamba he, hapa ndio penyewe hapa mzee, ukimfuata mambo ni yale yale, utawala ni ule ule. Atakwambia blaza, wewe ni nani? Ah, nimekuona kwenye group, ni wewe unisaidie bana, mimi nafanya kitu hiki na hiki vipi? umeona hizo video? We ukisikiliza sauti ni yako yake, ah, unaamini eh, hey, hey. Ah, sasa tunafanyaje, nikusaidie na wewe unatengeneza hela. Sawa, sasa utapeli neno watofautiana, nilianza na mfano wa laki nne. Kuna mwingine yeye, yani yeye hata akipata shilingi 30000 ya kumtapeli mtu anarizika. Unaona, wale matapeli wamegawanyika na makundi na makundi. Kwa hiyo wewe, mwisho wa siku, maskini wa Mungu utatoa hela, atakwambia mfumo ni ule ule, utatoa mwisho wa siku mm, anakubloki au hata sikubloki tu, yani mkono anampigia ndio hivi. Unaona, mimi utapeli umegawanyika katika makundi mengi kwenye gambling. Nikisema gambling kama hali kama hizi, ikiwepo aviator eh. Tukirudi kwenye upande wa instant, industry ya nani ya trading, na penye huko kuna matapeli nafikiri We matrader wenzangu, naelewa kuna we watu wanajiita ma forex trader master, lakini hakuna wa lolote wanatapeli watu. Sasa mzee, mimi nimo mwenyewe, ni moja wa wahanga kama ulivyo wewe mwanga. Nikuhakikishie kama unahitaji knowledge na strategy kuhusiana na formula na bot prediction, ni check kabla sijafika huko. Tunarudi kwenye upande wa account management. Account management pia na wenyewe mzee, kuna watu <laughs> kuna watu Yaani yeye ka, yupo kwenye magrupu ya watu, kazi yake ni kukufuata inbox, anachukua namba na kukufuata inbox, bana mimi nafanya account management hii. Na wao wanatumia hiyo hiyo mifumo, unaona? Sio wa Tanzania, sio wa Kenya, sio wa Rusi. Hata ula, Ulaya siku hizo wanakufuata, tunaona Telegram mtu anakufuata mzungu. Anaanza kuchat naye. Unaona? Anakuambia hivi na hivi. Sasa wewe kwa akili yako ukiona mzungu, sometimes unaweza kusema wabongo watapeli, wa Kenya watu weusi unamwamini mzungu. Hao ndio mzee anaweza kukuuliza sasa. Unaona? <laughs> Akisha. Kwa hiyo unapomfuata, uh, kwa tuna, kwenye mambo ya account management sasa, si ndio? Mtu anakuambia hivi na hivi anakuaminisha kupitia video nina, nini na nini. Kuambia video watu wana edit mzee, wanakata kata kwa kutumia CapCut. Unaona? Unajua huu mtandao inavyozidi kukua, kuna watu wanaitumia wana kwa maslahi mazuri, kuna watu wanatumia vibaya. Unaona? Hawana hofu ya Mungu, kwa hiyo wewe sasa mtu account management labini hata na wewe mwenyewe kaka, ujiulize, utumie akili siku zote m, m, m, mtu wanasema waswahili mpe ndoano aloe mwenyewe sasa. Wewe wewe unaona yani hata wewe utumie akili kwamba huyu mtu eti kwa mfano kama mimi unanifata labda inbox maziku bana, ninataka unifundishe mchezo wa vipi, nataka unifanyie, nataka shilingi kadhaa unifanyia account management vipi. Afu mimi nakwambia nipe elfu hamsini unataka mishangavu mimi nataka milioni moja nipe mimi 50000 afu na kwenye account weka weka shilingi 50000 afu nipe nani password yako ya kwenye account ya kuchezea utaikuta. Hiyo mimi mmoja, mimi umesha nipe elfu hamsini tayari. Je, nikiunguza hiyo sasa? Unaona, niamini vipi mimi muda huu unacheza, yaani niko niko kweli serious na kazi yako? Je, nikipigiwa simu ya hela labda inataka iingie tena hela nyingine huko hata laki moja laki mbili, nitadili tena na wewe shilingi elfu hamsini maana yake hapo nitakuwa nimeunguza hela yako na hala kuna kila kitu kitakachokuwa kime kimeendelea. Unaona napata kigumizi kidogo sababu naongea haraka haraka, ili video kidogo isiwe isiwe ndefu. Nafikiri mpaka hapo tumeelewana. Kwa hiyo mambo ya account management sisemi vibaya. Kuna watu wanafundisha account management no, wanafanyia watu account management kwa uaminifu mkubwa kabisa na wanapata nini? Manufaa. Sasa ni wa kuwabahatisha, unaona, na kuna watu wanatoa bot prediction lakini anakuweka wazi kwamba, bana, moja wapo ni mimi, kwamba bot yangu hii, bana, inafanya kazi kwa asilimia kadhaa, unaona, lakini sio asilimia mia. Kwa hiyo kwenye bot prediction mzee, hakuna bot prediction inayofanya kazi mia moja, hakuna nani. Watu wanaofanya account management akakudanganya tutapata pesa kwa asilimia mia moja, hapana. Kwa sababu gani? Kwenye mchezo wa aviator hakuna garantia ya asilimia mia moja, ile ni biashara kama biashara zingine. Hasara lazima inakuwepo. Sasa ile kuziepuka hasara unatakiwa ufate, ufate njia zipi? Ndio zile sasa. Unarudi kwa mfano kama kwangu mimi, mimi ni muumini wa kumfundisha mtu aweze kuwa na strategy Unaona? Yaani mimi nakufundisha uweze kuzielewa mbinu kwa asilimia mia moja. Hii tumeelewana. Eh, kwa asilimia mia moja za ushindi kwenye upande wa formula za pata low papo, high papo, low pinki, high pinki. Lakini kiutendaji hizo kiwa sokoni, maana yake tunatoa kama asilimia tisini na kwa sababu kwenye low papo ushindi wangu kiwa ni asilimia tisini na tisa. Ah, uh, high papo ushindi wangu kwa ni asilimia tisini na nane lakini low ping ushindi wangu mimi huwa ni asilimia 95. Eh nini, high ping ushindi wangu huwa ni asilimia 90. Yani huo no, ndio ukweli. Na bot prediction zote nilizo nazo, mimi nina bot prediction tano tofauti tofauti na matumizi yake tofauti tofauti, lakini zile boti utendaji kazi wake, kaka mkubwa, ni asilimia 95 mpaka 97 98 99 mia, huko ni sio mwongo ila ukifuata strategy zangu ni kwa nini kwanini sikamilishi hiyo? Ukifuata strategy za kwenye boti, jinsi ambavyo nitakapo kuelekeza namna kuzitumia zile bot, mara nyingi wewe ndio utakuwa mshindi an, yani mara nyingi unajua kwenye faida, hata kwenye formula, ukifuata strategy zangu mara nyingi ndio utakuwa ni nani, mshindi. Unajua kwenye faida huwa tunalenga hivi, yani wewe mara nyingi ndio upate faida, hasara upate kidogo, lakini hakuna biashara yoyote unaosema eti haina hasara. Sasa hizo hasara namna kuziepuka, wewe upate kikubwa hasara iwe ndogo, ndo strateji zangu mi nazozitumia, lakini sio za kudanganya kwamba mimi nafanya asilimia mia moja. Ah, ah, kwa nini kudanganye? Unaona, kwa hiyo ukihitaji uh, mafunzo zaidi mi nafikiri, mpaka kutoka tumeelewana mambo ya account management walimu wapo, lakini we makini mambo ya bot prediction, bot prediction zipo, lakini na uzoefu wa miaka zaidi ya 4 hakuna bot prediction inayofanya kazi si asilimia 100. Zipo kwa ajili ya kusaidia, unaona, endapo ukiwa na kazi yako na, na biashara yako, maanake utakuwa busy busy. Kwa hiyo ile bot prediction inakusaidia unaona, au formula ukiona biashara yako, kazi yako zitakusaidia, kwa sababu kuna formula zingine ni simple. Ukio, na iki, na iki, na iki. Kona, kona, kabisa ukiona hivi, mimi labda nikufundisha, ukiona hiki na hiki hiki na hiki, unakuwa unajua kabisa nimeona hiki na hiki, ah kuna kitu tunaenda kutokea kwa hiyo unawini sikui tunaelewana kama mkubwa. ya yeah. Uh, ukihitaji mafunzo zaidi kwa wale walioko Tanzania, namba yangu ya simu siku zote ni moja tu, 0674190934. Namba hiyo nipigie simu kawaida au nitumie ujumbe WhatsApp au Telegram. Namba hiyo pia ipo chini ya video hii. Lakini pia kwa mtu ambaye anahitaji kujoin kwenye group yangu ya mafunzo la WhatsApp unaweza ukajoin kupitia link iliyopo chini ya video hii. Ukajoin ili uwepo kwenye group uone nini kinaendelea. Na ukishaona nini kinaendelea ni cheki DM. Kwenye grupu, ni grupu admin niko peke yangu. Pia ni matapeli. Namba yangu ya simu hiyo moja. Haya. <laughs> Baada ya hapo, uh, kwa mtu aliyepo nje ya nchi tumia namba ni ile ile ile, kinachobadilika pale ni code number tu. Anza na plus 255 eh, utaruka nafasi yani hash naona 674190934 yaani, unaanza na alama ya kujumlisha 225 2, uh, unakuja 674190934 nafikiri mpaka hapo utakuwa tumeelewana karibuni sana. Naitwa Maito Maziku, uh, mwalimu na mshauri juu ya mchezo huu wa Aviator. Nina uzoefu sasa wa muda sasa, unaona, kwa hiyo kama wewe litapeliwa sehemu fulani fulani tofauti tofauti, elewa ya kwamba sasa hivi umefika sehemu salama, unaona. Na nikikupa ushuhuda, mimi ni moja wahanga ambao nimetapeliwa sana, kama nilivyosema before kwamba nimetapeliwa sana na Wakenya. Yaani Wakenya na waogopa vibaya mno, lakini hao Wakenya pia kuna walimu wangu wawili ambao nawaaminia, na mpaka sasa kuna vitu wakipata wananiongezea na mimi pia, kwa sababu tena nishakuwa mzoefu, kuna vitu vingine nilipata sehemu tofauti na shida na shia nao. Haya, una mgana mmoja ambaye kwangu ninaweza nikasema ndo ndo ndo, ndo, ndo, ndo, ndo, ndo, ndo master wangu, yani mkubwa, unaona uh, namuheshimu sana naitwa Uche, jamaa ndokan vizuri, unaona. Kwa kubwa na nyingi prediction nazipata kule, unaona japokuwa nazipata tofauti, yeah na boti zangu, tukianza na bot nyingi, mi bot zangu hazitumii kodi wala pasw Unaona alafu, na boti hizi utendaji kazi wake kama ilivyosema 95 asilimia 95 mpaka 90 na ngapi 98. Kwa hiyo tukienda na, na, na, na, na, na, nani na mambo ya kutapeliwa huku blo, siku zote ili uweze ku make money, yaani lazima ukubali kupitia maumivu, yani ili uweze kupata value thamani, lazima ukubali kupoteza ni lazima ukubali kujitoa kafara, yani huwezi ukapata kufanikiwa au kupata kitu kizuri bila kutoa muda wako, bila kutoa kitu chochote, yaani lazima utoe kitu chochote. Unaona, ndio ukipate. Kwa hiyo unaweza ukaangaika umetapeliwa, usikate tamaa. Unaona, mwisho wa siku unaamkia kwa watu wazuri kama sisi. Sijisemi kwamba mwalimu mzuri labda kwa bongo niko peke yangu, wapo, lakini sasa mabahatisha na ufundishaji wetu ni wa kutiana. Kuna mwingine kweli ni mwaminifu, lakini yeye haamini katika kumfundisha mtu kwa kutumia formula au kukupatia kitu wenacho. Anajua wewe ukishakuwa nacho wewe, lini tena utamtafuta kupatia vitu vingine. Sasa mimi siko hivyo, mimi ukinicheki na kupatia kila kilicho nacho chote unakuwa nacho wewe. So tusiongee mengi sana, join kwenye group kupitia link iliyopo chini ya hii video, pigie simu Eh, au nitumie ujumbe WhatsApp namba ni moja tu kwa Bongo 0674190934. Eh, kwa mtu aliyepo nje code number anza na plus 255, then zinafuata namba, namba ni ile ile tu pamoja sana okay. Uh, na jitahidi kutembelea hii channel kuanzia sasa, kila baada ya wiki nitakuwa natupia video moja ya yeah, video moja, video mbili, moja mbili, okay. Siku njema.